Akitoa mada kuhusu mchango wa vyombo vya dola katika kudumisha amani na kuharibu amani kwenye kongamano la mustakabali wa amani na usalama wa taifa kwa miaka 50 ijayo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwadhiri wa shule ya sheria ya chuo kikuu cha Dar es Salaam bwana Onesmo Kiauke amesema matukio hayo yamejitokeza kutokana na jeshi la polisi kuzuia maandamano kwa kigezo cha uvunjifu wa amani, wakati sheria za nchi zinaainisha kuwa maandamano ni haki ya kisheria. Jeshi la polisi labda kwa kutojua msimamo wa kisheria au kwa makusudi limekuwa likipora haki hii ya kikatiba na matokeo yake kusababisha vifo vya raia wasio na hatia kuumiza watu na kuhatarisha amani. Nimesema kusababisha vifo kwa sababu vifo vilivyotokea hapa nchini katika mikutano ya vyama vya siasa vilitokea ama mbele ya polisi kwa sababu ya polisi au polisi wenyewe kuhusishwa moja kwa moja na vifo hivi. Jeshi la polisi limekuwa likitumia nguvu kubwa hasa kutumia mabomu machozi, ya machozi, risasi za moto na silaha nyingine kupora haki hii ya kikatiba na hivyo kupelekea kuhatarisha amani ya nchi. Akitoa mada ya kuhusu mchango wa siasa na dini katika kudumisha au kuharibu amani nchini, mwadhiri wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Bernadetta Killian amesema tatizo lililopo nchini ni serikali kutumia zaidi njia ya kudhibiti migogoro badala ya kutatua, hali inayosababisha viongozi wa vyama vya siasa kukamatwa na kuachiwa kila wakati, ambapo wameshauri kuundwa kwa chombo cha kushughulikia migogoro. Kwamba labda ile dhana kwamba wanabambikiwa kesi labda ni kweli. Mbona wanakamatwa wanaachiwa, na wanaendelea kukamatwa? Kwa hivyo tunajaribu kushughulikia migogoro kwa matumizi ya nguvu zaidi kuliko majadiliano na mazungumzo na tunajaribu kutatua migogoro kwa milipuko ya mabomu ya machozi na silaha za moto, na Watanzania sasa hivi wanakuwa wanazoea. Kwa hivyo hiyo nafikiri inabidi tujitathmini, iko haja ya kutafuta njia mbadala ambazo zinahitajika kama kweli tuna nia ya dhati ya kuleta amani katika taifa letu. Kwa upande wake mwadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam katika shule ya habari Dr Ayubu Rioba kuhusu mchango wa vyombo vya vim habari katika kuimarisha amani na usalama amewataka waandishi wa habari kuchagua maoni ya kuandika katika kipindi cha migogoro na kutoa fursa kwa pande zote mbili zisikike kwa namna inayosaidia jamii kuelewa na kusaidia utatuzi wa migogoro hiyo. Wajue katiba na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, sheria za, za vyama vingi zikoje na wavijue vyama vyote vya, vya siasa vinasimamia nini na vinaendeshaje siasa. Hata kama vyombo vya habari vitakuwa na chama fulani vinakipenda lakini itakuwa ni hatari sana kama kwa nafasi hiyo vitaamua makusudi tu labda kupakazia au kudhalilisha au kutukana vyama vingine au wanasiasa wa vyama vingine. Hizo, hizo sio siasa za watu wa ungwana. Akifunga kongamano hilo kwa minajili ya kujibu hoja zilizotolewa katika kongamano, waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Dr Emmanuel Nchimbi amesema serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kinidhamu kwa jeshi la polisi, ambapo katika kipindi cha mwaka mmoja zaidi ya askari mia moja na mbili na maafisa sita wa jeshi hilo wamefukuzwa kazi na kesi zao ziko katika mahakama ya kijeshi. Ambapo kuhusu maandamano, amesisitiza ni swala la kufuata sheria. Tunajitahidi sana kwenye mafunzo sasa kuwaelimisha zaidi kuhusu maadili, kwa sababu ukiwa siku moja umefukuza askari elfu kumi, hilo ni jeshi lingine umeliweka mtaani, ambayo na yenyewe itakuja kuleta tatizo kwenye taifa. Sasa kuna swala, kuna wakati unaambiwa wengine we wanabambikizwa kesi. Ni kweli, wapo watu wanabambikizwa kesi. Tulishughulikia kesi moja ya Karagwe, nilishughulikia mwenyewe vijana 14, mgogoro wa ardhi wakasingiziwa ujambazi wa kutumia silaha. Nikachukua mtu ofisi ya DPP tukaenda wote, wakaachiriwa akawapa nolle prosequi. Baada ya kujiridhisha na waliohusika na yale mambo tukachukua hatua, lakini wako wengine mabingwa wakulalamika wakati kosa wamefanya. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.